Wakati huo huo, Waziri wa Usalama wa Ndani, Kipchumba Murkomen, ametangaza operesheni ya kiusalama kutokana na uwepo wa wahalifu wakiwemo wezi wa mifugo katika Kaunti ya Isiolo. Murkomen akiwaahidi wakazi kwamba makelele yatakuwepo, ila serikali inapanga kumaliza uhalifu unaokosesha wananchi usingizi. Amewataka wananchi walio na bunduki na sio maafisa wa usalama kurejesha mara moja kabla ya kukabiliwa vikali na maafisa wa usalama. Aidha, wakazi wamemtaka kukabili tu wahalifu na wala sio wananchi wa kawaida. Fred Wambua anaarifu. Waziri wa usalama wa ndani, Kipchumba Murkomen amezuru kaunti ya Isiolo kutathmini hali ya usalama. Katika kikao na maafisa wa usalama, viongozi na machifu, Waziri Murkomen ametangaza kuwepo kwa operesheni ya kiusalama ambayo inapania kuwakamata na kupigana na wahalifu wanaohangaisha wakazi wa Isiolo. Tunachukua hatua ya kiusalama wiki huu kuanzisha massive operation katika sehemu hii lakini sasa, kwa sababu tutafanya ile operation uh, tunawaomba wote sasa, hakuna mtu atatuambia kwamba watu yangu wamefanyiwa hivi, watu yangu wamefanyiwa vile, watu yangu wamefanyiwa namna hivi. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki wale wanaopatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa, wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Na haitafanywa tu Murkomen akitoa ilani kwa wahalifu au wakaazi wanaomiliki bunduki kuzitoa mara moja kabla ya operesheni hiyo kuanza wiki hii, kwani hakuna yeyote yule atasazwa na maafisa wa usalama watakapotua kukabiliana na wahalifu. Wewe tu ni mtu ya kushika bunduki kuatakwa watu, you better surrender that gun, the earliest

Aidha, wakazi wa Isiolo wametoa wito kwa waziri na maafisa wa usalama kutowaangaisha wananchi na kinamama wasio na hatia, kwani awali kumekuwepo na operesheni za haki bila kuwakandamiza wananchi. Operation kwa sababu kuna ile timu yasiojuu walikuwa wamefanya last year, hata walikuja Kipsing, walitarget wale watu wako na bunduki, wale wakora, na ilikuwa safi, hakuna mama waliumizwa. Na hata hii, mimi nakuomba wakati wanakuja wacheni akina mama na usalama yao, wacha watoto na usalama yao, wacha wasea na usalama yao, tagia tu wale wakora. Kwa sababu wako wakati unashika mkora hakuna mtu analalamika, hata kama ni mtoto wangu siwezi lalamika, lakini wakati unaenda kumisa mama mzee hana habari. Ndio sisi tunataka kufanya ya ukweli ya haki. Murkomen anatarajiwa kuzuru maeneo mengine kutathmini hali ya usalama. Fredrick Kombua, Undugu TV.